Tunapoendelea kusafiri kupitia Matendo sura ya tano, leo tutajua kwamba masaa ishirini na nne yajayo yaliyoonyeshwa katika sehemu hii ya sura yatakuwa na mambo mengi ya kusisimua. Na hiyo ni kwa sababu maelfu ya watu kote Yerusalemu wanaacha Uyahudi, wanaungama waziwazi imani yao katika ufufuo wa Yesu ambaye sasa wanadai kuwa ndiye masihi wao aliyefufuka. Tunasoma kuhusu maendeleo ya ajabu yanayotokea kanisani. Hapa kwenye mstari wa kumi na mbili ishara na maajabu mengi yalifanywa mara kwa mara miongoni mwa watu kwa mikono ya mitume. Na yote haya yanatokea kwa njia, mbele ya macho ya umma. Biblia inasema hapa, wote walikuwa pamoja katika ukumbi wa Sulemani. Sasa huo ulikuwa eneo upande wa mashariki wa uzio wa hekalu lenye nguzo zilizoshikilia paa lililotoa kivuli. Yesu alikuwa amefundisha eh, mahali hapo hapo. Sasa, baada ya kifo cha ghafla cha wale wanafiki wawili, anania na Safira, tunaambiwa hapa kwenye mstari wa kumi na tatu kwamba watu wengi hawathubutu kujiunga nao hawako tayari kwenda kanisani pale ambapo kuna kiwango kitakatifu cha maisha na dhahiri Mungu mtakatifu anaishi miongoni mwao. Lakini mstari wa kumi na nne unasema, zaidi ya hapo awali waumini wengi waliongezwa kwa Bwana, umati wa wanaume na wanawake. Hii si ajabu kweli? Ndiyo, kuwajibika kwa maisha matakatifu na ibada ya, ya Mungu mtakatifu, basi inaweza kuwafanya baadhi ya watu wakae mbali, lakini wakati huo huo inafanya kama sumaku ikiwavuta wengine kwenye ukweli ambao wanaujua moyoni mwao kwa asili. Sasa mitume hawapunguzi ukweli ili kuongeza idadi ya watu. Hawavutiwi na kujenga umati hapa. Wao wanashughulika na na kujenga kanisa, na kuna tofauti kubwa kati ya umati wa kidini na kanisa la kweli. Na na sasa, kuongeza msisimko hapa, Yerusalemu, fikiria haya yote, ishara na maajabu haya yote yakitokea kupitia mikono ya mitume. Na Petro hasa ametajwa hapa na tunaambiwa kwamba wengi waliokuwa wagonjwa walibebwa hadi mitani ili hata kivuli cha Petro kiweze kuangukia, kama unaweza kufikiria hilo. Katika kipindi hiki cha mpito kati ya agano la kale na agano jipya, ujumbe ulihubiriwa na mitume unathibitishwa kwa njia ya ajabu na ishara na miujiza hii ambayo ni Mungu tu angeweza kufanya kupitia watu hawa. Mstari wa kumi na sita unatueleza kwamba watu walikuwa wanakuja kutoka pande zote za Yerusalemu wakiwaleta wagonjwa na wale walioteswa na pepo wachafu na wote waliponywa. Kwa njia, kumbuka haikuhusiana kabisa na ukubwa wa imani yao au kama walikuwa na pesa za kutoa kama mbegu ya sadaka. Hapana, yote yalitegemea jinsi Mungu alivyo. Na Mungu alipowapa mitume wake nguvu hii maalum, alithibitisha mahubiri yao kwa jina la Mwokozi aliyefufuka. Sasa unaweza kufikiria kuhani mkuu na viongozi wa kidini, unajua, wanatakiwa kuwa walinzi wa sheria, lakini kwa kweli wanajali tu kulinda kazi zao. Kwa hiyo hawafurahishwi na hili. Mstari wa kumi na saba unatueleza kuhani mkuu alisimama na wote waliokuwa pamoja naye, yaani katika kundi la Masadukayo, na wakiwa wamejaa wivu, waliwakamata mitume na kuwaweka gerezani hadharani. Sasa usikose kuelewa nia yao hapa. Wanapoteza umaarufu wao kwa kila mtu anayemwamini Yesu, wanaona mamlaka yao juu ya watu wa Uyahudi ikitoweka. Kwa hiyo wana mitume kumi na mbili, kweli? Tutawatupa gerezani, labda hiyo itasuluhisha mambo. La, hapana. Tazama hapa katika mstari wa kumi na tisa: lakini wakati wa usiku malaika wa Bwana aliifungua milango ya gereza akawatoa nje. Mstari wa ishirini na moja unasema waliingia hekaluni kulipopambazuka, wakaanza kufundisha. Lazima nikuambie mpendwa, Mungu ana hali ya ucheshi hapa. Kuhani mkuu na masadukayo hawakuamini miujiza wala kuwepo kwa malaika, basi Mungu anafanya nini? Anamtuma malaika kufungua milango ya gereza kwa muujiza. Basi asubuhi hiyo, kabla ya Sanhedrini kula nafaka zao za asubuhi, mtu anawaarifu kwamba mitume hawapo gerezani. Wako, wako kule chini wanahubiri hekaluni. Basi mitume wanakamatwa tena haraka na safari hii wanafikishwa moja kwa moja mbele ya baraza la hawa viongozi wa dini sabini na kuhani mkuu anawaambia hapa kwenye mstari wa ishirini na nane. tulikuwa muruni kabisa, msifundishe kwa jina hili, lakini sasa mmeijaza Yerusalemu na mafundisho yenu na mnataka kutuletea damu ya mtu huyu juu yetu. Sasa analeta mashtaka mawili dhidi ya mitume. Kwanza anasema wanakaidi amri ya kuacha kuhubiri juu ya Yesu. Naam, hiyo ni kweli. Kila mtu anajua kuhusu Yesu sasa huko Yerusalemu. Shtaka la pili ni hili, unakusudia kuleta damu ya mtu huyu juu yetu. Kwa maneno mengine, unajaribu kupachika kusulubishwa kwa Yesu juu yetu. Unatufanya wabaya. Wanafiki gani? Hapo awali kwa shinikizo lao umati uliomba Yesu awawe. Kwa kweli walisema maneno haya haya, damu yake iwe juu yetu, ikimaanisha kwamba wanachukua jukumu la kifo chake. Sasa basi, baada ya mashtaka hayo kutolewa, Petro ambaye ndiye msemaji wa mitume kwa sasa, jambo ambalo baadaye litahamia kwa mtume Paulo. Petro anasema hapa kwenye mstari wa 29, lazima tumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa maneno mengine, walikosa kutii Sanhedrin kwa sababu mahakama ilitaka wasimtii Mungu. Na wapendwa, kila unapolazimika kuchagua, mtii Mungu kuliko mwanadamu. Sasa basi, Petro anajibu shtaka la pili hapa kwenye mstari wa 30. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimua kwa kumtundika juu ya mti. Mungu alimwinua mkono wake wa kuume kama kiongozi na Mwokozi. Hivyo Petro anasema hapa kwa ujasiri mkubwa, msijaribu kukaa hapo juu na kutuambia hamkuhusika na kifo cha Yesu. Sisi sote tunajua mlifanya nini. Tunajua Herode na Pilato walifanya nini. Tunajua umati wa watu ulifanya nini kwa idhini yenu. Tunajua askari Warumi walifanya nini. Lakini nini mnadamu mikononi mwenu, lakini nataka ujue u uh, Peter hachi na hilo. Anatangaza kwamba kifo cha Kristo na ufufuo wake vyote vilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu anasema hapa katika mstari wa thelathini na moja kwamba Yesu kama mwokozi anaweza kuwapa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa maneno mengine, damu yake iliyomwagika msalabani inaweza kuosha damu kwenye mikono yao. Kwa hivyo, Petro anatoa mwaliko kwa mahakama ya juu: mwamini Yesu naye atakuosha hiyo damu mikononi mwako atasamehe dhambi zako hata dhambi ya kupanga njama ya kumua. Sasa Sanhedrin, unaweza tu kufikiria wanapasuka kwa hasira hapa. Katika mstari wa thelathini na tatu, waliposikia haya walikasirika sana na walitaka kuwaua. Hawavutiwi, wapendwa, na mwaliko wa kumwamini Yesu. Wanataka hukumu ya kifo kwa wale wanaomfuata Yesu. Sasa katika hatua hii mshiriki anayeheshimika wa Sanhedrin anasimama hapa katika mstari wa 34 anawaondoa mitume na kuwapeleka chumba kingine ili mahakama iweze, unajua, kutulia kidogo na kujadili jambo hilo. Jina lake ni Gamalieli na yeye ni mwanachama wa kundi la mafarisayo ndani ya Sanhedrin. Ushauri wake wa busara kwa kweli bado una maana hadi leo anasema hapa katika mstari wa 35, jihadharini na kile mnachotaka kuwatendea hawa watu. Kwa kweli, Gamalieli anaendelea kuwakumbusha kuhusu wanaume wawili katika historia ya hivi karibuni ambao walikusanya wafuasi na kuongoza mapinduzi lakini baadaye waliwawa na harakati zao zikatoweka. Hivyo Gamalieli anatumia somo hili la historia hapa katika mstari wa 38 Jiepusheni na watu hawa na waacheni, kwa maana ikiwa mpango huu au ahadi hii ni ya mwanadamu itashindwa, lakini ikiwa ni ya Mungu hamtaweza kuwaangusha mini hata mkaonekana kuwa mnampinga Mungu. nam baraza hilo huchukua shauri lake na kuwaachilia mitume, lakini mstari wa arobaini unatuambia uhu. Baada tu ya kuwapiga na kuwashutumu tena wakae kimya na mitume wanaitikiaje? Je, wanageuka na kujaribu kushtaki Sanhedrini? Je, wanadai msamaha wa umma? Je, wanawageuza wafuasi wao kuwa wanaharakati kupiga kelele zaidi kidogo? Hapana. Huu hapa mfano, na nawapendwa, bado tunahitaji mfano huu leo. Kifungu cha arobaini na moja: kisha wakaondoka mbele ya baraza wakifurahi kwa sababu walihesabiwa kuwa wamestahili kuteseka kwa ajili ya jina hilo, na kila siku hekaluni na nyumba kwa nyumba, hawakuacha kufundisha na kuhubiri kwamba Kristo, yaani Masiha ni Yesu. Umeona tena wanahubiri wapi? Sio tu nyumba kwa nyumba, bali pia hekaluni tena na tena. Basi lazima nikuambie, Gamalieli alikuwa sahihi. Miaka elfu mbili baadaye, Masadukayo na Mafarisayo na Sanhedrini wako wapi? Wamekwenda. Kanisa liko wapi? Oa ni haina vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kanisa hakika ni kazi ya Mungu. na mpaka wakati ujao, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote. Amina.